Nampa mzigo wangu mbiwi ya mizigo basi, kama semuona tena, semuona tena babangu, mpaka muda huu. Hiyo mizigo hiyo waijua? ah, uijua babangu, naijua maana natia kwenye ile rode kubwa, alafu kunyuma wakokota hivi ile mikubwa ile, waijua mizigo yo? Naijua babangu, naijua. Nachukua pole ya mhogo, nachukua mapole ya viazi, pole ya mashelisheli, pole ya ndizi, nachukua kinu, nachukua hima, wahaya

aubeba ulimwengu nzima akautia kwenye mkokoteni. Sasa wewe huna uwezo wa kuyadhibiti yote hayo mizigo na, na hawatoto watoto asinge ebu naam, hebu msaidia mama wari yako nzuri tu ba nzima uh -huh. e, nini nanini maupotelewa tena babangu, naidiwa mizigo yangu. Wafanya kazi wapo bandarini awa makota. Ulimpa pota, pota? nampa kota. Umezingatia uh -huh. kikoti chake au fulanake na namba ngapi? uh -huh. Kikoti, Kikoti. 26 Namba ishirini na sita, alikupa kipande? Alikupa kipande. Hebu nipeje kipande. Sasa, mama, utaratibu wetu siku hizi abiria wote wanaotoka Pemba, mzigo anasubiri round about, kutoka na mamlaka ya bandari. Maeneo haya yote imetoa siruksa kusimama wala kuja zana maeneo haya, mzigo yote tukasubiri round about kule kwenye bandari, lakini kwa kujiridhisha zaidi Ngoja tukuangalizia kwenye kompyuta huku, halafu utapata maelekezo zaidi. Sasa mama, kuna kitu kimoja kwenye kusafiri, kuna utaratibu. Usiuchukue ulimwengu nzima ukautia kwenye toroli, ili hali wewe huna uwezo wa kuidhibiti mizigo ile na watoto kama hivi. Si utaratibu huu, kwa sababu mzigo wako wewe ukipotea wakulaumiwa wakula, si ni sie. Sasa wee, mizigo yako wewe huiwezi, wachukua naye mwenzio, chukua nzigo kiasi cho wataka kuenda urudi. Wewe uenda we kuhendi kufa, halafu nyiwe mizigo yenu ikishapotea kupoteza nzigo wa shilingi elfu tano waja, ukisema hapa napoteza nzigo wa milioni. Watu pa majina mabaya Bana. Yupo jamaa, yupo mama, ndio huyu huyu kweli? Watumpigie simu. Haya kuna mama kaja ofisini hapa baada ya mizigo yake umemchukulia ya wewe. Ni kweli? Uenda mchukuzi namba ishirini na sita, aya nje ofisini hapa mara moja, mama arizike.

Pokea simu buke, buke simu yangu tu mimi huyu. Lakini aliponipigia simu Lakin ni kwamba pale mahali haturuhusi kupokea simu, kusimamisha matoroli wala abiria. Hii ni kutokana na uangalifu wenu nyie abiria na mizigo mizigo yenu. Ninakwambia kule kule, kule round about, mizigo hiyo iko kule, ina intulia size. Mimi nakusubiri, kumbe kuja huko ofisini. Kwanza kwa anaun mizigo yake huyu mama, iko kwenye usalama? Salimini. Ewe msafiri unatakiwa kufuata utaratibu unapopanda na kushuka kwenye meli au boti. Msafiri, unapompa mchukuzi, yani beach porter, mzigo wako, kwanza hakikisha namba yake kwenye kikoti au fulana aliyovaa, ili iwe rahisi kupatikana iwapo mzigo wako utapotea. Ikitokea mzigo wako huoni au umepotea na hukufuata utaratibu, itakuwa vigumu kupata msaada wa umoja wa wachukuzi bandarini, yani beach porter Fuata maelekezo ya mchukuzi yani beach pota, ni wapi mzigo wako atakupelekea kwa usalama zaidi. Kwa wasafiri wanaokwenda na kurudi Dar es Salaam, mizigo yao itaingizwa kwenye toroli. Ni muhimu kufuata maelekezo ya pota na kuzingatia namba ya toroli ili kuwarahisi wewe kuupata mzigo wako. Mzigo wako utabandikwa stika iliyoandikwa jina lako na namba yako ya simu. Ikitokea mizigo yako hiyo, ni kwenye toroli kwa namba uliyopewa na pota ifuate mizigo yako kwenye meza yaani mnadani. Beach Porter tunasema hakika wasafiri wote ni wateja wetu.